Mzeeaninistarehwanaule wazendo unajua, wanakwambia aba, ngoja kwenda oa tena, asi, unaongeza bibi wa pili, si pesa kwa kwa boma? Kwani unawapeleka kwa aje wacha, yeah. Mungu atutoe kwa umaskini ndio, yeah. Utajua kuongezea <laughs> ni ustaarabu, yeah. Hey. Kuongezea bibi ni ustaarabu, hai hapana, lakini wewe hapo, yes. Unajua hapo hapo, wacha nikwambie, yes. Unaona, Mungu akibariki mtu na pesa, badala uongeze, yeah. bibi, yeah. ongeza watoto, na wewe bibi mmoja kama sasa, si unajua kwa na ra si kwa boma, kwani wanapelekwa kwa uwanja, uwanja kumi na tano, si ndio? Ukiwa na pesa, ngoja, Mungu alisema wanawake wazae wajaze dunia. Sasa hey, we, we. Sasa hii nafasi na bakingi yeah. Hapa si unaona magari ndio inakuja. Watu wananyakua hizo mashamba. Mama ni mwenye ana akili, ajui muhimu wa mtoto, ajui mae a mtoto akii kupenda, sio kupenda wana unajua wanawake wana wanaavya mimba kwa kupenda kwao pia? Hapana, hata ikiingia atakangi ingia anapata anga nini anapata anga ikiwa, eh atakangi ingia, ah atakangi acha kwa anachipanga kanaingia na badi baya. Ngoja nikulize kanaingia na badi baya. Sasa yeye anataka tu utamu, anataka tu utamu, ingie na mimba isiingie, anakuwa na